Sijahuzunika, lakini yanga walistahili kushinda. Walistahili kushinda sababu wanaonekana wana timu ambayo iko kikiko imara, kwa sababu ukiona kama wameweza kuwazuia Azam wasifungwe mpaka dakika za mwisho, wamebeba ubingwa, maana yake walikuwa vizuri zaidi. Sasa kuna mambo madogo madogo ambayo refari inabidi atolee maamuzi hasa ile ya kumpiga kumpi iko mwenzake baka kumpiga, e, alisema kadi nyekundu, lakini si, sikuona ikitoka, hakuona, inawezekana aliona au kuona, wa nusu wa, wa, wa marefari ndivo walivyo, lakini kwa ujumla ni kwamba Mechi ilikuwa ni nzuri sana, ilistahili kuwa fainali. ni mechi ilikuwa na mvuto hata mtu kuiangalia, ilikuwa na kweli, kila mtu anaweza kuiangalia. Ni mechi ambayo ilikuwa inapendeza na kila mtu kastahili kuiangalia na imestahili kuwa fainali. Mechi ilikuwa kali, ilikuwa? labda hujaona, yeah. kucheza sasa hivi na Azam mpaka dakika 90 uwe na kikosi Mm -hmm. Wenzetu wana kikosi, ndio maana wameenda mpaka muda mm huo -hmm. Kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba leo Yanga Afrika au Azam mlikuwa ni yoyote achukua ubingwa. Mm. Na Yanga Afrika anastahili kuchukua ubingwa toka na kikosi alicho nacho. Yanga ana kikosi kizuri. Mtu asikudanganye. Yanga ana kikosi kizuri. Mm. Sikuda kizuri. Na amestahili kuwa bingwa. Mm. Lakini vipi watu walikuwa wanazungumza kuhusiana ile red card ambayo alipatiwa mchezaji wa Azam. Ilistahili kuwa red card kabisa. Kwa sababu matukio kama yale yanaweza kumuua mtu. Kwa hiyo red card imetoka sehemu sahihi. Yeah. Kwa ujumla hii mechi ya leo Yusufu Wenga ilistahili kuwa fainali na yoyote ilikuwa lazima ashinde. mm. ilikuwa lazima Azam achukua ubingwa au Yanga achukua ubingwa. Yanga chukua ubingwa ni mlemle. mm. kwa hamna jambo jipya. Sisi ndo tuna, sisi, mbe mbe, sisi ndo tuna, tuna tatizo sio dogo. yeah. yeah. si tatizo letu ni kubwa mno, sio dogo, ambayo lina athiri mpaka timu yenyewe hivi ah, sasa hivi nafikia mpaka vikombe hivi vinatushinda vikombe vya mapinduzi kweli tunashindwa kuchukua vya mm. mapinduzi hiyo bado ligi kuu hiyo mm. mapinduzi tu inatushinda bado hatujaja hatujaja ligi kuu tutaweza mm. au kila bingwa tutaweza mm. kama hivi mapinduzi natushinda tu vikombe vidogo vidogo kama hivi mna mm. miaka karibu minne hata vikombe vidogo nashindwa kubeba mm. Wanasimba What? wenyewe ndio hataki tuchukue ubingwa kwa aina yoyote. Kwa nini yani, kwa nini wanasimba wenyewe? Hata kwa sababu kama viongozi wanazingua, sinabidi wakae waje watu wengine. Hao wanachama mm, wanawarudisha tena, sasa vitu tafanya vizuri. Tatizo lipo kwa viongozi, kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mm. shida ndio hiyo hiyo tu, utabadilisha makocha, utabadilisha walimu, lakini tatizo kubwa ndio hilo hilo. Mm, kwamba inabidi watu mnani wabadilishwe, viongozi waje wapya, vijana mwezi kushindana kina Harris. Hii kitu mig naisema kila siku. mm lakini naona sasa hivi like, watu kama ndio wanaielewa, lazima vijana wadogo waje ndani ya Simba ambao wataendana kasi na hawa tuna heresi hmm. kuna watu wana miaka kumi ishirini thelathini kwenye timu inafikia tu ile timu inaona kama ya kwake. Kwa hiyo kwa mfumo unataka kusema mchungaji, mtateseka sana Simba na bado ni zaidi ya hapo. Tumezalilika mwaka juzi miaka minne, tumezalilika mwaka huu tunaendelea kuzalilika. Vikombe kama hivi navyo vinatushinda, sasa wao ndio viko na kazi tena, mpaka kikombe hiki wote hata nusu ingii. Ikiombe eh, eh, iki hata fainali uingii. Sasa kila bingwa anaenda kufanya nini kwao? tuna aibu ambao tunaenda kuitengeneza bomu kubwa, ambalo bomu hilo, kama nilivyokuwa nawaambia mwanzoni, kidonda hiki ni lazima kisafishwe, kiwekwe dawa, mtu apone. Lakini mambo ya kukifunika tu weki dawa, kinazidi kuoza, kinazidi kuoza. Huu ni mwaka wa nne na wanasimba wastuki, si nani katuloga mimi sijalogwa, labda wao. <laughs> Nasema hivi uh. Kama kulogwa mlogwa wao, mimi sijalogwa. <laughs> Yaani miaka minne ustuki uh. Timu inazidi kwenda shimoni na watu bado wanachekelea. Eh. Hey. Mpaka vikombe vidogo vinawashinda alafu mm. Mwana simba kakaa anapamba alipambia timu hapa, inabidi viongozi watoke wapishe waje watu wengine full stop. Timu imewashinda 4 years mnashindwa uh. kuchukua hata kikombe kimoja uh mpaka hivi vinawashinda, alafu leo hii nafika tu eti wana si eti viongozi na wao wanataka kuendelea kubaki Simba na kuna watu wamewekwa pembeni kuwaona wale kwenye uchaguzi warudi tena. Ina maana yanga wanatimiza, Yanga wametufunga Marasi mara ngapi juu, mara sita? Bado mara hizi walisema mara kumi, mara kumi. Ubingwa wamesema, ubingwa watachukua mara kumi, baki to baki. Wamechukua miaka mingapi? Mitano, mitano bado hii. Utachukuaje kwa hali? Unaona ni katia tamaa mapema hivyo? Sikati tamaa, mimi ni mtu ambaye anaona mbele, una maono. Ni kwamba mimi, mtu wachezaji mtabadilisha kama nguo, makocha mtabadilisha, mpaka nguo, lazima safu kuanzia juu mpaka mbeba mipira wote waondoke, tuanze moja. Yanga walifanya hivyo zamani, ulikuwa kiongozi wa Yanga lazima uwe mzee Wakatoa ile hali wakaweka vijana, wakasema waka vijana, wataweza kweli? Ndio unaona, miaka mitano mfululizo wanachua baki tubaki. Yanga Afrika, vijana. Nyinyi ndio mko mnaita kwamba ni mambo. Ndio nakueleza sasa. Ndio vijana, dunia leo inataka vijana wakuweza kurudumu lolote lile. Leo naweka wazee wamekuzunguka hivi, hawezi kukupa jambo lolote. Vijana wana maono, wazee ndoto zimeisha. Nisikize kwa makini, turudi hapo. Vijana wana maono, ndio maana wale walivyoambiwa hivi, hii Yanga Afrika, ameona samani begani, wakaona bei ngapi? Bimbili moja. Yeah. Mzee ukimuuliza akwambia bimbili. Kwa sababu wao wanaona hapa kuna maono na, na ndoto. Yeah. Wao vijana wana ndoto na wana maono. Wazee hawana ndoto. Ma, ma, yani wao washafikia the end. mm. Hawana jipya tena, sio? Unaelewa mm. Mtangazaji zamani wa, wa, wa, wa Radio Tanzania, kipindi hicho. mm. Na nyie mna tofauti kubwa, maana mambo yamefanya nini nii. mm. Kwa hiyo Simba, si bado tuna watu wa RTD mpaka leo, wa RTD zamani, Radio Tanzania, utapeteji hatua. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana nabila yabadilike ndani ya Simba. mm. Kwa kuanzia uongozi, waje vijana wapya, zaidi ya hapo tutaendelea ku kuteseka bado, na bado utaendelea kuteseka lakini kwa mfumo wa mchungaji si usuke, ukiona mpaka mchungaji anazungumza hivi yeah, lazima labda na wewe usuke, okay. na ukiona mchungaji anazungumza hivi, hali ni mbaya yeah. katika mtu ambaye kwa anaipamba timu yeah, namba moja ni mimi yeah. niko na wapamba, watu wanacheka wananiambia mchungaji, hata ili uoni hata ili uoni yeah. hata ili uoni yeah. lakini sasa kwa mfumo wa mchungaji sunabidi nyinyi mashabiki ndio muorganize wasiwe wale ambao wanapamba timu wakati kuna madudu ambayo yanaendelea, wote mkiongea kauli moja ujui itakuwa solution, bado hujanielewa ndio kwa hali iliyofikia, mweledi wa mpira kama kiongozi, yes. Unajiuzulu mkwa biashara na mambo magumu, akasema mimi naacha timu Dio. Kwa hata waliopo fika magumu, anasema hivi, mimi naacha hata mwekezaji. Kifika tu anasemaje mwekezaji, sawa, aje mwekezaji mwingine, mwanze moja kwa sababu kila siku mo mo mangungu mangungu, kasema goli, kila siku ni wao tu Una una una toka, una toka sasa, mimi kwanza leo ndio veendi. Tafuteni mtu mwingine aje likave. Yeah. Ndio. Mu hii Simba yenu muendeleze. Ndio, vitu kama hivyo, taasisi yote ukiona kwamba haifanyi vizuri. Mm. Viongozi lazima mwajibike. Ai, Salu Manula lakini? Manula, manula sasa, ndio hana yerudia. Ndio hana yuko nakoleza. Yeah. Manula, kwani aliondoka Simba uliomba kwamba kaongee mashuka? Alisema kwamba kausa mimi. Kuna vitu vinaitwa nidhamu, ndio ambao vikuepo. Na hiyo nidhamu ilikuwa inaanzia ndani ya timu. Mm. Ma, ma, vitu, vitu vidogo namwezi kuvihimili mm. Narudia mara ingine mm. Kuna watu walitoka ndani ya Simba kuwa na uwezo mkubwa wakatolewa ili Simba iendelee kudhofika. Mi nakuuliza leo, umemtoa ukuta wa Eriko, leo unamwona Kameruni imeshinda timu mm. Sasa watu wana mipango kwamba Simba idhofike, kumbe ni mipango ya wao. Unamtoa mtu kama Mavambo bado yuko kwenye ubora wake mm. Kwa wanachofanya wao Simba kikitaka kustawi wanatoa wanaanza upya. Sasa leo hii mna sasa tunamtaka maokelo. Okelo tumeanza sisi ila Yanga wao wanaongea tuna. Okelo sasa hivi kwa Yanga Afrika. Mm. Lakini walioanza ligi ya kumtaka Okelo ni sisi pakoele pakome kuaje Simba mm. azikie aje Simba mm. wanakuhesabia hao mm. ila wenzao Yanga wakifika wao ni hapa tu hawana maneno mengi tuende muulize SM. Akiulizwa na mambo mengi anakuambia ubingwa i maneno ya saidii vitendo mm. tunataka viongozi wapya ndani ya Simba, tumechoka Tunasema sasa tufungwe tu, yani kila mtu eh, mimi nimekaa hapa naangalia, najua tu Yanga atachukua ubingwa ni maisha, si sasa hivi hayo. Kwa hiyo inabidi tubadilike eh, viongozi watoke waje viongozi oh, wapya kuanzia juu mpaka chini tuanze oh, miaka minne stuki tu <laughs> yani, miaka minne four years wala stuki hata <laughs> kama nikulogwa stuki tu eh, umelogwa mwaka wa kwanza mwaka wa pili unalogwa mwaka wa tatu unalogwa mwaka, mwaka... wa nne mm, mimi sijalogwa ndio maana nimestuka, sijalogwa mimi. Wewe logo wao huko. Simba inahitaji. Logo ya Simba sasa hivi inachezewa. Hakuna mtu anaweza mimi. Hakuna mtu anaweza mimi tena. Wale wazee wa zamani wangeshtuka na kwambia hivi, Simba inafungwa ina imefungwa na Yanga mara sita. Anadondoka na kufa tena. Haje <laughs> <laughs> hey, kutokea hiyo. Ah niambie, tungeingia finali. <laughs> Mungu leka tuepushe eh, fedhai kwa wengine tena. Basi <laughs> ah, wako ungewafungeje? Singeweza. <laughs> Kama hivi Azam mtu atupiga mbili yo, unakutana na Yanga Afrika hali ingekuwa vipi? <laughs> Kwa hiyo tunahitaji uongozi mpya yeah, na mwekezaji wapya kuanzia juu mpaka chini Mbanzila. Tuko razi, tuko razi tupeleke bakuli, lakini timu ina amani yeah. Um, lakini timu ina amani kuliko kukaa hivi, timu ina amani. Na yeah, amani wanasimba wako watu masikitiko hmm. Ukiwapima wanasimba walio wengi ni wagonjwa sasa hivi, wagonjwa mioyo Kusabiyati. Eh, miaka minne sasa mgonjwa. Mwaka wa kwanza unavumilia, wapi unavumilia watatu unaweza kwao. Wagonjwa wameongezeka ndani ya Simba kwa sababu Simba ni miaka minne haijawahi kutokea miaka minne Simba tunafungwa mara sita mfululizo Haa, na watu, hakuna mtu anayesema. Kwa kumalizia, tunaomba serikali itusaidie nakwambia, eh, so, kama inawezekana serikali itusaidie, Simba waje watu wapya. Mimi nifikia watu, naomba sasa, naweka kama kichekesho Maombi yana nguvu, lakini watu unapigishana shoti, kama ilifikia hatua. Kristali Magoli anakuambiaje? Ndani ya Simba kuna watu, Simba ikifungwa wanacheka, na kuna watu wengine wana afya akili. Mimi ni nani niseme tu Simba kuna usalama, mimi nani niseme Simba kuna usalama kama kiongozi anazungumza vile. Maana yake hapako vizuri, tunalazimishana. Tena namuonea huruma ya Ahmed Ally, unamuona sasa, leo ataongea nini? Sasa hivi kuongea vimeisha. Um, watu unapaa unapaa mpaka naisha sasa. Mm -hmm. Unamchosha kijana watu. Atazoea kijana watu ule. Eh, okay. Hey, na mimi sasa hivi unaona mimi na mimi nachoka sasa hivi unaona konda. Eh, nazidi na... kuisha tu eh, hey, nakuisha tu. <laughs> Chuka sana mchungaji. Mchungaji amekamili sio yule. Yeah. Ni kwa nanga. Lakini <laughs> sasa hivi yani nazidi kuwa mbaya. Matumaini yamekwisha. Mungu ibariki Simba Sports Club. Yeah, Mungu kama inawezekana. Yeah. Mungu leo mbingu na nchi. Nguvu yeah. Yako maana imeandikwa mkono wako sio mfupi hata ushindwe kuwafikia wale viongozi, mm. Na imeandikwa sikio lako sio zito hata lishindwe kusikia, yeah. Tusikie wana Simba na sisi tufurahi angalau.